Mgeni wetu leo ni Dkt. Hassan Hassan, Hassan, daktari bingwa wa macho anatoka New Vision Specialist Eye Clinic hapa hapa Dar es Salaam. Tutazungumza naye ikiwa ni siku ya macho duniani na zaidi kuangazia masuala kadhaa yanayohusu jicho lako msikilizaji na umuhimu wa namna ya kutunza macho yetu, lakini zaidi tukihamasishwa kuwa tunachukua nafasi nzuri ya kwenda kucheki macho yetu eh, kuona namna ambavyo tunaweza kuendelea kuyatunza. Pengine kama yamepata matatizo, uweze kujua namna gani unaweza ukapewa ushauri kitaalamu, ili uweze kupewa vifaa vingine vitakavyokusaidia kuona vizuri zaidi. kuyazungumza mengi, tutazungumza naye Daktari Hassan hapa studio, atatupa elimu atatupa ushauri pia, na ni nafasi yako pia msikilizaji, kama una maswali una maoni maoni na ujumbe, vyote uvielekeze kwenye youtube channel yetu ya UFM Radio TZ, na vilevile nambari yetu maalum ya ujumbe mfupi wa maandishi ya 0621 117 117. Mimi ni Neema Kindole, mwenzangu ni Rajabu Msangi, na tuko nawe mpaka inapotimia saa tatu kamili. Kwa muda huu tumkaribishe Dr. Hassan, karibu sana studio UFM. Asante ah, sana ndugu mtangazaji. Sawa, kwa vile ni wewe ni bingwa kwenye macho, wacha tujielimishe vizuri leo na sio e, e, sisi tu ni faida <laughs> pia ya msikilizaji <laughs> anaitusikiliza ndio no. Daktari, swala la jicho manake mtu anaweza akalichukulia akiwepesiwepesi tu, mwingine anaona ah. e, mimi niko vizuri bwana, macho yangu yanaona hata e, ikitokea e, kuna kitu kidogo lakini anaona kwamba amekusha kitatua hicho kitu pengine, mm -hmm. kuingiliwa na kitu kwenye jicho au kurukiwa na kitu kwenye jicho, anaona ni sawasawa. Basi endapo jicho limerudi sawa, anaona ni, ni kawaida. Tujielimishe vizuri, naam. Jicho kama jicho ndio kwa mfano, sisi wanawake Sao. Tuna mbwembwe nyingi na ili jicho <laughs> no. E, tunaliwekaweka mm. vitu, utasikia no. kiweka wanja eh, ifi, ni dawa. Ukifanya hivi ni hivi, siku hizi tunaweka kope, ndo mambo ya usasa. Ni kwa namna gani unatakiwa kuliangalia jicho vizuri kwa ajili ya kuliongezea uthibi, uthabiti wake katika kuona? Asante uh, sana ndugu mtangazaji uh, ni swali zuri umeuliza. mm. ni kwamba uh, kwa awali kwenye utangulizi tunasema kwamba jicho ni moja ya kiungo cha fahamu. Kwa hivyo binadamu sisi tuna viungo vitano vya fahamu: ni hilo jicho, pua kwa ajili ya kunusa tu, tuweze kubaini ni harufu gani nzuri, mbaya. Okay, kuna ulimi, tuweze kujua ladha ya kile tunachokula kwamba ni kitamu, kichachu, kichungu, kikali. Naona mm. mm. tuna masikio kwamba tuweze kusikia, sauti hii ni nzuri, sauti hii ni kelele, sauti hii uh, inaniashiria nini? mm. naona na ngozi. Kwa hivyo hivi ni viungo vikuu vitano vya fahamu, vinatuwezesha tuweze kuelewa mazingira tulionayo na hivyo kuweza kuchukua uh, hatua stahiki. Kwa jicho ni kiungo kimojawapo na ni kiungo chenye umuhimu sana, kwamba kinatuwezesha kuona na dhana uoni ni pana sana mm. kuna uoni wa mbali ambao ndo mara nyingi tunashughulika nao. Kuna uoni wa pembeni ambao japo hatushughuliki nao, lakini ukianza kuleta changamoto, mtu anajikuta anajikuta kwenye matatizo magumu sana, kwamba kumbe pembeni haoni mm. kuna uoni wa kina okay? Uh, kupanda ngazi kushuka ngazi, tunapanda na kushuka kirahisi, tuna bila kujua kwamba kuna aina ya uoni ambao inatuwezesha tufanye hivyo mm. kuna uoni wa rangi Eh, baadaye mtu anaweza kukuta kuna mabishano kabisa, yeye asema bwana, hapa mi naona kijani na nye, nyekundu mimi naona kijani, tupo tu eh, kumbe eh, kum, <laughs> kuna udhaifu tayari hapo, si? Kwa hiyo kuna dhana ya uoni ni pana sana yeah. Na na kiungo chenye kushirika na hicho ndio jicho yeah. Ili tuone, jicho linahitaji liwe lenye afya njema okay? na inafahamika jicho linaweza likaa na udhaifu tofauti tofauti, wengine wa kuanzia kuzaliwa au mwingine unaojitokeza ukubwani. Na hayo yote yanatakiwa uh, tu, tu, tu, tu, yaweze kudhibitiwa au yanapotokea ya yaweze kutibika. Kwa hivyo ni muhimu watu wathamini macho yao, kama kauli mbiu yetu ya mwaka huu inavyosema A penda macho yako, simulizi yako inaweza kanisaidia mimi kuokoa macho yangu. mm -hmm. Vo, hapo, kwa hivyo imejilenga hapo kuonyesha kwamba tunaipendelea tushirikishe sana jamii, jamii iweze kushirikishwa. mm -hmm. Kwa hiyo afya ya macho iweze kuwa na uwepesi zaidi kwenye jamii, kwa mtu akipata tatizo, awe na uwepesi au anajua zile abc za mm -hmm. kuweza kuanza kujisaidia na asichelewe. mm -hmm. ndiyo Sawa daktari, umefafanua vizuri kwenye namna ambavyo jicho lina umuhimu wake. sao, sao. Na mtu pengine unaweza ukachukua watoto wa mjini wanasema unachukulia poa no. Unaona sawa tu ah, kwa hiki kilichotokea m litakuwa sawa Di. Kumbe tayari umekisha weka dosari ya jambo fulani yeah. Muhimu pia kufahamu, nimekuuliza ni swali la, la namna pale no. Kwa sisi wanawake na mbwembwe zetu sao. Kwenye hilo jicho no. Hatari iko kwa namna gani Jicho uh, kama sehemu nyingine tu yote ya mwili, kwamba katika hali ya maisha ya kawaida eh, watu wana ngozi wanataka waiboreshe, si kwenye masikio, mtu anapenda mziki na nini na nini, mwingine anapenda aweke kifaa cha kusikilizia karibu kabisa na masikio yake. Kwa hivyo na jicho nao ni katika mazingira hayo hayo kuna hali ambapo maisha yanaona kwamba okay, labda niongeze kope mm. maisha atataka labda niweke na niwe na konea yenye rangi tofauti ya jicho lake, unaona. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinashauriwa kwamba moja, kwanza jaribu kuviepuka kwa kadri utakavyoweza mm-hmm. okay? Lakini kama kweli unaona hapana, mimi lazima ni, ni, ni, ni nifanye urembo wapo wataalamu sasa hivi wa fani hizi mm. ko ni vyema u, ujue upate ushauri wa wataalamu wa fani hizi. Kwa mfano kama ni hizo kuweka kope, then utawekwa kwa vif, kwa vifaa vipi na vi, ukae nazo kwa muda gani, katika mazingira gani, joto la room temperature kiasi gani? Kwa hiyo kuna vitu vingi, kumbe mtu anatakiwa awe na ufahamu nacho mm. kabla ya ku, ku, ku, kufanya vitu kama hivyo kwa kitu urembo kisije kikampelekea mtu matatizo makubwa zaidi. Tunafahamu kwamba hizo kope zinagundishwa na gundi, kwa hiyo kuna baadhi ya hizo gundi ni madhara makubwa kwenye macho, kwa hivyo panahitajika ufahamu zaidi, ila kama kama Waswahili wanavyosema kwamba kinga ni bora ko, kama unaweza ukaepuka vitu hivyo ni vyema lakini kama kweli inalazimika basi huo umepata taarifa kamili kuhusu usalama wake mat, katika matumizi yake mm -hmm. Na, na, na kwa sababu ninyi ni wewe ni daktari bingwa wa macho, kwa hali ilivyo, ni changamoto gani kubwa ambazo zinawakumba watu kwenye swala la afya ya macho hapa nchini? Uh, changamoto nyingi uh, na nyingi unaikuta kama zinagawanyika uh, kwa rika vile. Kwao watoto, mara nyingi tunakutana sana na tatizo za allergy ya kwenye macho Yaani macho yanakuwa yanawasha, yanakuwa mekundu na ni kutokana na vumbi, uh, mwanga wa jua huu, okay? kwa hivyo, na watoto miili yao inakuwa iko uh, sensitive sana, ni rahisi kureact, kwa hiyo wengi wanaangaika na hiyo. Mara nyingi matibabu yake utaelekezwa dawa, na baada ya hapo huwe unanawa macho, unanaisha macho, macho yako kwa maji safi ya ya yenye ubaridi ubaridi wa kwenye bomba ili kusudiwa akae kwenye friji. Sana sana kwenye hili kuna angalizo moja muhimu sana kuna dawa aina ya steroids, okay? Kwa hivyo, kuna baadhi ya dawa ambazo zinaonekana zina, zinaweza zikasaidia kwenye shida kama hii na kuna baadhi ya maeneo zinatumika kimakosa kwa ajili ya kutibu shida hii, zinaweza zikaleta matatizo mengine, kwa hivyo ni vyema kuwasha na nini macho, watu wasichukulie tu mepesi waone, mm. Wataalam wa macho wataweza kupatiwa dawa sahihi na zaidi, kupewa uh, kupewa taarifa jinsi gani ya kuendelea, kwa sababu inakuwa sio tatizo ambalo linaisha mara moja mm. Kwao mtu anatumia dawa, wengine ndo wanakuja mm. wanalalamika kwamba nimetumia dawa, lakini baada ya kuwacha kutumia dawa, baada ya mwezi mmoja miwili hali imerudi tena mm. kwao unapewa Uh, jinsi gani ya kuwezelea kulinda macho yako ili usiendelee kupata shida kama hiyo. Daktari mimi mwaka elfu mbili na kumi na tano e, nilianza ku elfu mbili na kumi na tatu, nilianza kuhisi e, macho yangu yananiuma, kwa maana ya kwamba nilikuwa mtu akinitazama anaona huyu mtu anakonyeza sana, anafanya fanya hivi macho yeah. Sasa ile hali, kuna mtu akanishauri kwa nini usiende kupima macho. Hmm. Nikafikia hatua nikiwa na, nasoma nahisi hmm. kama kwenye macho yangu kuna u, mchanga ama udongo no. Kwa hiyo na, napata, napata shida sana kuangalia. Nikaanza kutumia dawa za kienyeji mm -hmm. Nilikuwa naishi na bibi wakati huo nakumbuka, lakini ile hali ikawa haiishi inapotea no. alafu inarudi Yeah. nilivyokwenda hospitali mwaka elfu mbili na kumi na tano mm. kitu cha kwanza ambacho daktari aliniambia aliniambia hii iwe ni mara ya hu. kwanza na ya mwisho sawa, sawa. Kuna magonjwa ambayo unaweza ukatumia dawa za kienyeji lakini si macho mm, kwa sababu unaweza ukawa upofu. kwa nini dawa za asili zinawekwa mbali sana kwenye tatizo la macho? Uh, asante uh, ndugu mtangazaji, ni swali zuri sana uh, jicho ni kiungo teketeke teke sana. Mm. Okay. ku, sana kwa hivyo kinahitaji kuengwaengwa sana ko, sio kiungo rahisi kwamba unaweza ukachukua chochote tu ukaweka kwenye jicho hapana, na zaidi ni kwa mfano mbele ya yani mm. jicho kuna hicho kiungo au sehemu ya hicho kiungo ya jicho kinaitwa kitaalam inaitwa konea, yani kioo cha mbele ya jicho. Jicho linafahamika kwamba lina rangi okay? Kwa hiyo kiasi kwamba mtu anaweza kwaambia huyu macho yake ni meusi. mm -hmm. au kwa mfano sisi Waafrika macho yetu meusi au ya brown mm -hmm. Kuna Wazungu wanaonekana macho yao ni kama ya blue au ya kijani mm -hmm. okay? Kwa hiyo sehemu ya rangi ya hapo mbele hiyo ni pazia la mbele ya jicho, na pazia hilo lime eh, limekingwa na hicho kioo cha mbele ya jicho. Kwa hiyo ukipeleka kidole kusema uguse huo weusi hapo katikati, hutaweza kuugusa kwa sababu mbele yake kuna kiungo okay? Limeitwa kioo cha jicho, ni katika ile hali kwamba ni kiungo chenye kupitisha mwanga wote, na mtu unaweza usijue kwamba kuna kitu kilichozuia mbele ya huo weusi. Kwa hicho kioo cha mbele ya jicho ni kiungo muhimu sana kwa, kwa katika hali ya uoni wa jicho, kwa sababu hapo ndo mwanga unapopita, kwao lazima kiwe kwenye hali yake ya kupitisha huo mwanga, na kiungo hicho ndio mara nyingi kinaathirika kina sana na hii habari ya kuweka vitu ambavyo sio sahihi okay, kwa kuweka dawa za kienyeji, kuweka chochote hapo, ni rahisi sana kuathirika kiungo hicho, na kikiathirika hicho ni inapelekea tatizo kubwa sana la kutokuona. mm -hmm. Mara nyingi tumekusha sikia hata huko mitaani kwa hali yeah. ya maisha ya kawaida tu mm -hmm. e, unaposema kichwa kinaniuma mara kwa mara mara kwa mara yeah. unaweza kupata ushauri tu kwamba e, mhaya yatakuwa macho hayo mm. kumekuwa na uhusiano wa namna gani? Kwa kiasi kikubwa inaweza ikawa ni sahihi, japo kichwa kuuma ni dalili ya magonjwa mengi sana. Yani katika, katika, katika fani ya utabibu maumivu ni kipengele muhimu sana, mm. Na ukija maumivu ya kichwa nayo ni kipengele ki, mojawapo kipana sana kwa maradhi mengi, anaweza kapelekea kichwa kuuma, mojawapo ikiwa ni macho, na kwenye macho ni msururu wa maradhi kadha wa kadha, ambayo anaweza kapelekea kichwa kuuma kwanzia udhaifu wa kuto kuona ambao unaweza ukarekebishika tu na miwani. Kuna wezekano ikawa ni presha za macho k okay, ambazo kina mtiririko mrefu wa jinsi gani <alrededor> inatakikana ushughulike. Uh, nayo inawezekana ni tatizo la ndani ya ubongo wako, yaani kwenye ubongo kunapotokea tatizo inaweza ikapelekea hali ya kichwa kuuma. Na dalili mojawapo ambazo tunaweza tukazitambua kwamba una shida kubwa kwenye ubongo ni kupitia macho. Tu Tuongezee labda taarifa hapo kidogo kuhusu mm, uh, mpangilio wa hivi viungo. Ni kwamba jicho ni kiungo chenye muunganiko moja kwa moja na ubongo wako. Ni kama vile kitunguu na lile jani lake, mm, okay? Kwa hivyo kile kitunguu chenye ndo kama jicho na lile jani ndio huo ni ni mshipa wa fahamu wa kuonea ambao unaenda moja kwa moja kwenye ubongo. Kwa matatizo kadhaa ya ndani ya ubongo wako, sisi madaktari wa macho tunaweza tukayaona tunapotazama mbele, napotazama ndani ya jicho lako, tunaweza tukajua hali ya ubongo ikoje. Kwa kuna maradhi mengine yes, inaweza kaa sio macho moja kwa moja, lakini hicho kichwa, kumbe kutokana na shida kubwa kwenye ubongo, sisi kwenye macho tunaweza kuwa ni wa kwanza kuweza kuona haa, kumbe kuna shida kubwa ndani ya ubongo hawa ambao wanatumia miwani wana, wakati fulani macho yanauma, ukienda hospitali daktari anakuambia tiba pekee iliyobaki ni wewe kuvaa miwani. Kuna ukombo wa miwani, kwa sababu kuna mtu anavaa miwani mm. mathalani, -hmm. mimi mwenyewe tangu elfu mbili na <laughs> kumi na tano hadi leo, na hujui <laughs> <laughs> <laughs> kama ni dawa itakutibu kwa <kuminawa>. muda <laughs> gani. Kwangu mimi naona kama ni dawa, kwa sababu ninapoivua nikikaa muda kama dakika kumi tano nasikia maumivu mm -hmm. kwa yule ambaye ana, ana, ana, ena, kujua kuna mm -hmm. hali ambayo unaweza ukafika uka, hii miwani haikufai tena, usiivae ama, ama macho kuna wakati yanatibika, sasa yanapona kabisa kwamba hakuna miwani, hakuna kuweka dawa. Mtangazaji, wewe unakusudia <laughs> kuiacha <laughs> hiyo miwani au kuendelea nayo <laughs> na na nauliza na, na, na, na kwa niaba ya, ya, ya wengine no. Lakini pia hata mimi sio kama naipenda miwani okay. mm -hmm. Okay sawa, so, swali zuri kwa kweli uh, tuanze kulijibu ifuatavyo moja Uh, miwani japo ni kiungo hicho kimoja, lakini kina matibabu ya aina tofauti tofauti, yani makusudio tofo, tofauti tofauti. Kwa kuna miwani ambayo mtu kapewa kwa ajili kumsaidia kuona mbali, kuna miwani mtu kapewa kwa ajili ya kusaidia kuona karibu, kuna miwani mtu kapewa kwa ajili ya kuzuia uh, maumivu ya hicho kichwa okay? kutokana na misuli haijanyoka sawasawa, miwani inasaidia ile misuli inyeoke, kwa hiyo inamwondolea ile maumivu kwa hivyo miwani ni kifaa ambacho ni tunaita tiba dawa, yani tiba kifaa, tiba kifaa, tiba mm. kifaa. Kwa hivyo ni kwa jinsi gani unahitaji, uhitaji wako ulivyo ndivyo hivyo hivyo. Kuna baadhi ya shida za kwenye macho ambapo utakapotumia miwani baada ya muda fulani unaweza ukaiacha na na inaweza ukaiacha katika hali ya kiasili kabisa, very natural kwamba unashangaa kile kichwa akiumi akiumi akiumi na kweli ukiata usipoivaa tena hakiumi si? Kwao kuna watu ambao fursa hiyo wanayo mm -hmm. kwamba kwa namba zao baada ya kutumia miezi mitatu mpaka sita ile hali inakuwa imeisha na hata miwani haihitaji tena, lakini kuna watu wengine miwani inakuwa ni yenye kuendelea, hususan watu wenye waliopewa miwani kwa ajili ya kutokuona mbali. Mm -hmm. mimi mmoja hapo, mm -hmm. ni mhanga mmoja <laughs> <laughs> okay. kwa hivyo mimi nisipokuwa na miwani uoni wangu mbali ni dhaifu mm, lakini nikivaa miwani inaniwezesha kuona vizuri mbali, kwahiyo inaniwezesha nikamilishe majukumu yangu bila bila, bila kuwa na na ugumu wowote mm. Kwa hivyo inaniongezea ufanisi katika shughuli zangu. Kwa hivyo mtu akipewa miwani kwa kwa mantiki hiyo, bila shaka ukiiacha unaji, unajipunguzia mwenyewe fursa ya kuwa na ufanisi inavyotakikana, unajipunguzia fursa ya ku enjoy mazingira. Kwa mfano kama mtu haoni vizuri mbali, huwezi kuona vizuri tv ukitazama, huwezi kuona kwa ufasaha zile picha, maandishi na kila kitu. kwao miwani tunazitoa tuna kwa minajili tofauti tofauti kwa sababu tofauti tofauti mm. na zipo ambao wengine kweli itafika wakati mtu haihitaji ile miwani kwa sababu inakuwa imesha msaidia. Dr Hassan, kwa nini watu wengi ambao wana wanakuwa wameshaonekana na tatizo la macho na mnampa ushauri kwamba atalazimika kuvaa miwani, mtu huyu atakwenda anavaa miwani mda na muda na muda, pengine mtu akavaa kwa maisha yake yote, lakini huyu mtu macho yake anakuwa ya anadumbukia ndani. Ni kwa nini hali hiyo inajitokeza? Kweli swali zuri. Uh, moja ni ubora wa lens zilizokuwa zikitumika miaka ya nyuma. Kweli hilo lilikuwa mm. ni tatizo sana, lakini lens za sasa hivi ubora wake umeboreshwa sana, masuala ya jinsi unavyokwenda kutumia na macho kudumbukia yamepungua sana mm. Okay, mimi tunazungumza, tunatazama na macho yangu, sijui unayeonaje, na mimi nimevaa miwani toka <laughs> <laughs> mm. nilipokuwa chuo uh -huh. yaani okay? kwenye digrii ya kwanza zaidi ya miaka 30 mm, si mm. Kwa hivyo lensi za sahivi zimeboreshwa sana, hazina hazichagizi hazi, hazi, hazi misuli ikakamae na hivyo macho yadumbukie ndani. Kwayo lensi za sasa hivi ni salama, watu wasitishike na hilo. Kuna maswali ya wasikilizaji wetu wanaotufuatilia anasema, naomba umuulize daktari bingwa Hassan Ninapokuwa kwenye upepo au sehemu ya upepo macho yangu huwa yanauma sana mpaka kichwa kinauma, shida inaweza kuwa ni nini? Uh, swala la upepo ku macho kuuma mara nyingi huwezi, huwa ni aleji za kwenye macho. Kwa hivyo mtu tayari anakuwa na aleji, kwa mazingira yale yanampelekea, inakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo mm. Kwa, kwa, kwa ukamilifu zaidi ni afike tu kwenye kituo cha macho kilicho jirani na yeye apime kwa ufasaha, waweze kujua, je, yeah, atatibika tu na dawa au anaweza akahitaji mpaka na miwani. mm -hmm. yeah. Anaandika msikilizaji mwingine anasema, siku hizi kumekuwa na mbwembwe nyingi mpaka za kuweka lenzi kwenye macho. Hizi ni za urembo, lakini wako ambao hawataki kuvaa miwani na wanatumia hizo lenzi kwa ajili ya kuendelea kuweka ubora wa macho yao. Usalama wake uko wapi kitaalam, daktari? Asante uh, kwa swali hilo ambayo uh, linagusa maisha ya kila siku. Ndio mm. Lensi za kuweka kwenye macho ni aina mojawapo tu ya lensi ambazo zinamsaidia mtu kuboresha uoni wake mm. Tukumbuke kwamba jicho lina lensi, um, lensi yake ya asili ambayo unakuta lensi yake ile ya asili hai imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi unaotosha unaojitosheleza, kiasi kwamba mtu labda mbali haoni kwao, mm -hmm, anahitaji msaada wa lens za nje. Kwa hiyo zinaweza kuwa lens za kuanzia kwenye miwani, au iliyopo karibu kabisa kwenye jicho tunaita contact lens ambayo wewe mwenyewe mgonjwa unabandika au lens za kuweka ndani ya jicho, ambazo sasa hiyo ni kwa wataalamu madaktari, ndio mm -hmm, tunafanya shughuli hiyo ya kuweka lens za ndani ya jicho katika mtiririko kuanzia iliyo mbali kabisa, kwa mfano miwani mm. inakuja ya karibu ya kuweka kwenye jicho ambayo mm. unaweza ukaweka na kuitoa mm. na ile ya ndani kabisa jicho, ambao ni operation. Sasa hiyo hospitalini. Hii lens za kuweka kwenye jicho na kutoa, cha kwanza mtumiaji awe na taarifa kamili za usalama katika matumizi yake. Kwa kama mtumiaji ana taarifa kamili za usalama katika utumiaji wake, si tatizo ila vile vile anatakiwa au na ufahamu zaidi kwamba lensi zile zina urahisi wa kimatumizi kwenye nchi za Ulaya, ambapo hakuna hali ya hewa, neno la Kiingereza inaitwa harsh environment, hali ya hewa ambayo ni yenye shurubu yenye yani, mm, yenye msukosuko zi mm, mm. Hapa kwetu ukitoka nje, vumbi, upepo, jua kali, na mbaya zaidi kwa mfano ukupwani humidity, yani ile fukuto la baharini, vyote hivyo ni vinakuhitaji vina. Kama huo utakuwa ni mtumiaji wa hizo lens, basi uwe na tahadhari sana Mm -hmm. Si utumiaji rahisi, kwa mfano kama huko Ulaya ambapo ndo zilitengenezwa ambapo mazingira yao ni baridi, hakuna vumbi sana, si mm -hmm. Uh, na wale miji ambao haiko karibu na bahari, hakuna fukuto la hivyo, hususan fukuto, fukuto mm -hmm. na bahari, hiyo ndo hatari sana kwa kama mm -hmm. utaitumia kwa tahadhari mm -hmm. hatukatazi, hatu mtu atumie lakini, tafadhali kabla hujaanza kutumia uwe na taarifa kamili. Anauliza msikilizaji wetu anaitwa Zainab kutoka Kibaha, anasema yeye kuna muda anakuwa anaona giza, ila akilala hata kwa dakika kumi tu anakuwa sawa. Je, hiyo nayo ni shida ya macho? Swali oh, hilo. <laughs> Okay. Hilo bila shaka ni mpaka awepo hospitali, ukimuuliza mm, daktari, kwa sababu daktari anataka ajue zaidi ya hapo, zaidi ya la, la complain hiyo hmm, zaidi ya uh, sikitiko hilo kwamba nikiwa niki macho kichwa kinauma, nikilala tu nikiamka, umri wake huyo mgonjwa uh, presha zake za mwili za juu za chini, kuna msururu mrefu, anabidi apate udadisi wa kidaktari mm, na baada ya hapo vifuatie na vipimo, ndo changamoto yake inaweza ikatatulika. Sio nyepesi hivyo, kwa kwenye mazingira kama tulionayo kwa sasa hivi. Sawa, so, japo maswali mawili eh, Dr. Hassan anasema muulize bingwa Dr. Hassan, kupitia kipindi hiki cha Morning Express, ningependa kujua kuna chakula au vyakula maalum ambavyo pengine vinashauriwa na wao wataalamu vinavyoweza kumsaidia mtu I, yule aliyeanza kuathiriwa na tatizo la macho, anaitwa makusanya Abbas. Asante uh, sana bwana Abbas kwa swali zuri uh, bila shaka nafasi ya vyakula ipo, lakini tusis, tusisahau vilevile kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu dunia hii ya leo imeshaboreka sana. Tanzania ya leo imeshaboreka sana mm. miaka ile ya hamsini ya sitini kweli kulikuwa kuna jitihada kubwa sana ya hiyo lishe lishe lishe, lakini sasahivi kwa watanzania walo wengi tunamshukuru Mwenyezi Mungu wanamudu hicho chakula. Kwa hivyo kwa maadamu unakula chakula uh, ile tunaita balance diet mm. mlo kamili, <laughs> mlo kamili. Maada mlo huo unaupata una, una, una unajitosheleza kabisa kukamilisha mahitaji yote ya, ya ya ya afya kwa mwili wako. Ila baadhi ya vitu tunivoeza vikawa vya msaada. Kwa mfano sasa hivi tuna tuna tuna, tuna, tuna, tunashauri sana kwenye jamii kutumia uh, hizi juisi za juisi ambazo sio kutengeneza kwa mtindo wa blenda mtindo wa kwenda mm -hmm. Unaweka maji. mm -hmm. Sasa hivi tunashauri sana wananchi watumie zaidi juisi hizi ambazo unatumia mashine za juisi extractor, kwamba tunda unaliweka zima zima, hata bila ya kuongeza maji, na ndio unaanza kuongeza sukari. mm -hmm. Ni kuongeza tena matatizo zaidi. mm -hmm. Kwa hivyo utumiaji kama ule unaendelea tu kuboresha afya ya macho, lakini vyakula haviwezi vikawa mbadala wa matibabu kwa mtu ambaye macho ameshaanza kuwa na shida, kwa sababu kuna ile nayo inabidi tulizungumze. Kuna taarifa ambayo ilikuwa ni ya kiujanja ujanja kwamba ukila karoti, mm. utaboresha <laughs> <laughs> <laughs> macho yako. Hiyo ina historia ndefu sana <laughs> ni, ni mikakati ya, ya, ya, ya, ya kimataifa ambayo ilikuwa tu ya kutokueleza ukweli kwamba watu walichukua wameshavuka kwenye teknolojia moja wakaleta uvumi kwamba watu wao weza kufanya ufanisi zaidi kwenye kuona kwa sababu wamekula karoti, lakini haikuwa kweli. Wale walikuwa wameshavuka teknolojia moja iakobesha kuboresha masuala mm, ya kuona, ile ikawa tu kama kuwazuga kuwa wenzao mm -hmm. kwa hivyo si sahihi kwamba mtu ambao shida imeshajitokeza useme utakula karoti ekubadilisha, yeah. Hapana <laughs> sio sahihi. Daktari Hassan, muda wetu nao ndio unatutupa mkono. Tunakushukuru kwanza kwa kufafanua mengi vizuri, tutapata muda bila shaka wakati mwingine, mara nyingine that's tukualike that's tena that's kwa ajili ya elimu kubwa kuhusiana na swala la macho that's lakini that's si vibaya no. ukatua neno kidogo no. kwa sekunde kidogo kwa mtu anayetusikiliza, tunapoadhimisha siku ya macho duniani. Asante uh, sana kweli kwa, kwa kumalizia, ningependa um, kurudia kauli mbiu yetu ya maadhimisho haya siku ya kuona duniani, ambayo leo tarehe 9 mm. Oktoba tunaadhimisha kwa mwaka huu, ka kawaida wani kila Alhamisi ya kwanza ya mwezi wa Oktoba uh, Alhamisi ya pili, kwa kwa, kwa ufasaha zaidi mm. Tunaomba jamii wawe na uwepesi wa kufuatilia kwa ukaribu afya ya macho yao, wasichukulie tu kwa uwepesi kwamba hususan kwa watoto wadogo mtoto analalamika macho sioni, nini, wazazi wanaona, ah, huyo labda ana usumbufu. Hapana, wafikishe fi, wa kwenye vituo vyetu vya afya, watapimwa kwa ufasaha na kuweza kujulikana changamoto ipi inawakabili ina na hivyo wapate matibabu sahihi, hususan kwa watoto wadogo, kwa sababu tunaona kundi hili ni kama linakuwa lina limebaki nyuma. Dr. Hassan, asante sana, tunakutakia majukumu mema kila laheri, na wakati mwingine, mara nyingine, tutakualika tena hapa Msikilizaji, tumekamilisha tulikuwa tunazungumza na daktari bingwa wa macho Dr. Hassan Hassan, yeye anatoka New Vision Specialist Eye Clinic iliyoko hapa Dar es Salaam. Umepata elimu kubwa kuhusiana na aliyoyaeleza, tutamwalika wakati mwingine mara nyingine, na pia utapata fursa wakati mwingine kumsikiliza vizuri kufafanua kupitia vipindi vyetu vya afya.